lakini mimi nilikuwa namuuliza Mtume kuhusiana na masuala ya shari, mambo ya shari. mahafat an yudhrikani nijogo base ni shari kanipata mimi. Kwa hivyo zinani shari znani govu wa minhu akhadha Alqa'il qawluhu na katika hapa wakasema wanaochuoni akasema ya kwamba arafu sharra la lishri walakin wa man la ya'rif ash-shar min al-khayr yaqa fihi, anasema kwamba inabidi nifahamu shari, lakini sio kwa ajili ya kufanya shari. Lengo la kujua shari, lengo lake ni kujiepusha na shari, kwa sababu yule mtu ambaye shari asifahamu shari ndio ana heri ataingia kwenye shari. Kwa hivyo zinani shari zinani uovu, ndio Allah tabarak wa taala anasema ya kwamba muhadhiran li ummatihi

ukaambani na uchafu wa zina. Akasema ya kwamba enyi waumini u jizuilieni na uchafu wa zina. sababu gani? taifa nis, ta nisaikum fil maharami, ninyi mkiwa kwanza kujambanna uchafu wa zina familia zenu zitasalimia na uchafu wa zina. Wewe ukijiepusha basi jua kwamba familia yako nazi chako wewe itakuwa mbali na uchafu huu wa zina. Akasema Alimamu Shafi'i, wa tajannibu bima la yaliqu bimuslimi, na mjiepushe na kuyafanya yale ambayo hayafai kufanywa na muislamu. Kani mbali, mjitenge na yale ambayo hayapendezwi kufanywa na muislamu. Akasema Alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala Akasema ya kwamba man yazni bi baitin bi alfi dirhami, mtu mwenye kuzini kutoa hongo elfu mbili katika katika nyumba fulani, mtu akatoa hongo ya fedha, wajile kufanya zina na baadhi ya wanawake kumitaani. Anasema alimamu tabii rahimahullah taala, anasema ya kwamba bi baitihi yuzna, mtu huyu ajue ya kwamba nyumbani kwake pia tendo hiyo linafanyika, nalifanya muda huo linafanyika min ghairi dirhamu, tena bila ya kutoa hongo ya fedha. Akasema ya kwamba Imam Shafii rahimahullah taala akasema ya kwamba in kunta ya hadha labiban ale, ambaye unasikiliza maneno haya ukiwa uko hadhur ikiwa unahudhuria katika majlis hii unasikiliza maneno haya, anasema kwamba in kunta ya hadha labiban fafhami, ikiwa wewe ubuhaul unasikiliza unasikiliza haya fafhami, basi fahamu vizuri mambo haya, atasema kwamba azina deni zinani deni zinani deni in aqradtahu, ukijaribu ukithubutu kulikaa deni hilo kana alwafa basi malipo yake min ahli beitikfalani, juu ya kwamba malipo ya e -e -e -e deni hilo ni katika watu wa nyumbani kwako, wewe, dada zako, wake zako, mama, jamaa zako, ndio walipaji wa deni hilo. Anasema falani, fahamu vizuri jambo hilo. Akasema ya kwamba aman sitr al rijali Alimamu shafi'i akaenda mbali akawa anawahusia wanawake ambao wamejipamba na -na machafu ya zina, akawambia am -um -kw ya kwamba ya man hatikan sitr rijali, ee mwanamke ambaye umekuwa tayari kuzivunja heshima za wanaume istahaira mukarami, utaishi bila kuwa na heshima. Akasema ya kwamba

yueni ya kwamba katika huu umma, fa inna min akhiri zaman, katika zama za mwisho. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, inna min akhiri zaman, katika zama za mwisho, patapatikana matendo ambayo watu wajakataa kuyasikia. Mambo haya hayawezekani, watu kufanya mambo haya

afanye uzinifu. Mwenye kufanya uzinifu, mda anafanya uzinifu, akabakia kuwa na imani. Tendo la zinaa linaondoa imani ya mtu, kama mtu anavovua kazo yake, muda nguo yake ambayo muda anaivua nguo yake. Mbana Allah, al-iman jambo la imani lapatikana kwa shida kubwa, kwa ibada nzito. Sasa usikubali imani yako kuivunja kwa sababu tu ya mambo machafu.

kwamba takuwa ni maskini ni fukara walau baada hini atakae, imechelewa kidogo. Na kama kuna mtu anafanya uzinifu na bado hali yake ni nzuri ya maisha, sio fukara, sio maskini, basi fahamu mtu huyo ana hali mbaya sana katika maisha ya dunia, na mtu huyo ajua hiyo ni istidraj. Mtume anasema sallallahu alayhi alaihi wasallam, wakikaza tabaraka wa taala akimpa mtu kwa maasi yake katika dunia mambo mazuri, akampa mali maisha mazuri, na anafanya maasi, mshirikina alipo ni mshirikina, anakula riba, ni mzinifu, na bado mtu huyo ana hali nzuri ya maisha, jua hiyo ni istidraji. Mtume akasoma aya ndani ya Qur'an, Allah anasema tabarak wa taala, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim, pindi watu hawa walipoyasahau ile ambayo wanafaa kuyafanya tuliwafungulia kila mlango wa, wa khair mpaka walipojisahau, akhadhnahum baghtatan tukawashika kwa mshiko wa adhabu wa ghafla, kwa haraka, bila ya wao kufahamu. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wataala, ilamu, tambueni ya kwamba wa inna min mahadhiri zina, na miongoni mwa khatari za zina ni sababu ya kupata alhawani wadhul, kupata fadhiha

aliyokhalifu amri yangu. Ibadallah, tambuenyea kwamba anna zina kwamba zina inaondoa neema za mtu ambazo yuko nayo almaasi, maasi kwa ujumla, tuzilu neema, yanaondoa neema. Wa taqtu alwasil, na maasi yanaondoa neema ambazo zinakuja njiani. Maasi yanaondoa neema pia, maasi yanakata